Wengi sana tunatambua kwamba hepatitis haitibiki lakini hepatitis inatibika, ni kupitia matumizi ya tiba za kuweza kuimarisha utendaji kazi wa seli za ini. Ukishapata hii tiba ya kuimarisha utendaji kazi wa seli za ini, basi una uwezekano wa kutibu hepatitis. Na hizi tiba tunazipataje? Unatumia C247 na Liver Care. Hizi zina uwezo wa kurestructure zile seli zote za ini na kurudisha utendaji kazi wa ini katika hali ya kawaida. Na leo tunaendelea na matumizi ya tiba za Liver Care na C247. Leo ni siku ya kumi na nne ya kutumia Liver Care kwa upande, kwa muda wa jioni ili kuweza kuimarisha utendaji kazi wa ini, kuboresha seli za ini kama utakuwa na hepatitis B iweze kuondoa hepatitis B au magonjwa yoyote ya ini. Ili kupata Liver Care na C247 kwa ajili ya kuimarisha utendaji kazi wa ini, soma caption na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.